Kiswahili. Chaneli ya DW Kiswahili. Naam, karibu katika Kurunzi Live. Mimi ni Bruce Amani na <laughs> Mimi ni Jacob Safari. Safari, safari inaendelea <laughs> Ujambo kote ulipo, karibu na hii leo. Bila shaka, Jacob, tunamulika e, masuala ya kandanda, tunaingia e, viwanjani kumulika yaliyojiri na yanayojiri katika ligi mbalimbali mbali kubwa za Ulaya. Kimsingi tunaangazia yaliyotokea katika ligi kama vile hapo Jerumani, Bundesliga, Bundesliga yeah. Tuelekee Uhispania, tuangalie La Liga y kulikuwaje, ama mambo yanaendeleaje sasa hivi e, Premier League lazima kuna kitu kwa hivyo, hapa katika ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani Bundesliga, mshindi ameshapatikana. Uh, Bayern Munich wamebeba taji eh, ziko zimesalia kama mechi tatu nne hivi msimu kumalizika, na bila mm. shaka wamewapokonya mm, mabingwa watetezi Leverkusen. Kinyanganyiro kilikuwa kizuri sana lakini katika siku za mwisho mwisho kilionekana kunoga zaidi, isipokuwa eh, mambo yalikuwa magumu kwelikweli. Lakini kabla ya hapo tupate kitambulisho, Jacob. yeah, kitambulisho nilikuwa nimepeleka kwa kasi kabisa kabla ya kumwonyesha mtazamaji hatuna muda ndugu yako, lakini kama ulivyosema, e, Bundesliga, e, mabingo watetezi wa, wa, wa, wa walipokunywa taji, nazungumzia Leverkusen, lakini kilikuwa ni kinyang'anyiro kizuri ambacho katika mechi za mwisho mwisho mm, tuliona kweli ari iliyojituma iliyotokana na wachezaji wa Shabi Alonso, lakini haikutosha kwa kweli. Lakini unazungumziaje Vincent Kompany? Amekuja katika msimu wake wa kwanza katika klabu kubwa kabisa Bayern Munich, amebeba ubingwa na hajafanya hivyo tu, amempokonya mtu ambaye kwa kweli msimu uliotangulia alifanya makubwa kabisa katika historia mm. ya Bundesliga mm. eh, Kompany amefanya makubwa pia eh, si madogo <laughs> haya <hau> yafanya amefikisha <laughs> Bayern Munich katika hatua za mwisho mwisho pia za ligi ya mabingwa. Kwa hiyo makubwa aliyoyafanya katika Bundesliga, ndio hiyo, amekuwa uh, bingwa uh, kwa hiyo wengi hawakutarajia mm. Kumbuka Kompany alipokuwa anaichukua nafasi hii ya na year, kocha wa Bayern Munich. Wengi walikuwa wana wasiwasi kidogo, wanasema ametoka uh, kwenye timu ambayo uh, ndio imeshushwa daraja. <laughs> Alikuwa ametoka Burnley wakati huo uh, alafu Bayern Munich wanamchukua tayari lakini unajua Bayern Munich walikuwa kwanza wamemnyatia Alonso waliposhindwa naye, ndo ikabidi wamwangukie Vincent Company eh, kwa kuwa yee naye pia ni bado ni, bado ni kijana, tunaweza kusema umri sawa sawa kidogo na, na, na Xabi Alonso mm, lakini eh, nafikiri licha ya kuwa Bayern Munich wamebeba ubingwa lakini Yo. kandanda waliloonyesha kuna wakati mwingine ulikuwa unahisi kwamba hii Bayern haijafikia kile kiwango tunachokijua cha Bayern Munich. Na unaweza kumpa uh, Vincent Company, uh, unaweza kusema labda Vincent hmm. Company, labda alikuwa anahitaji muda zaidi ndio tuone, uh, ile falsafa yake ya kandanda anayoitaka uh, kuipandikiza kui uh, uh, katika wachezaji wa Bayern Munich, bado kwa sasa hivi haijawa wazi kabisa hmm. Lakini nafikiri msimu ujao Uh, sasa honeymoon ya, ya, ya, ya Company ndio ndo imekwisha sasa hivi, itakuwa ni kazi katika Champions League na katika Bundesliga. Naweza kusema bahati mbaya ni kwamba mtu ambaye alitarajia kumpa huu ushindani mzuri kabisa msimu ujao ni Shabi Alonso mm -hmm, lakini bahati mbaya au nzuri, nategemea mm -hmm, unasimamia wapi, anaondoka eh, katika Bundesliga. Pengine ni furaha kwa, kwa mashabiki wa Bayern Munich na <laughs> wachezaji, lakini huzuni kwa Leverkusen, na hata hivyo ali kuwa na msimu mzuri kwa kweli, hatuweze kusema kwamba kumaliza katika nafasi ya pili ni mbaya mno. Bruce, si msimu mbaya Alonso aliokuwa nao yeah. Uh, ukizingatia yale makubwa tuliyosema aliyofanya msimu uliopita. Msimu uliopita amekwenda msimu mzima bila kufungwa mm. na nafikiri na, na pia m, uh, swala la jinsi Alonso ni, ni, ni kocha mzuri, kwa sababu jinsi alivyoweza kuwa manage wale wachezaji wa Leverkusen wa hasa msimu uliopita wasipate majeraha makubwa makubwa yaliyoweka nje kwa muda mrefu ni jambo ambalo linastahili kusifiwa na msimu huu pia amefanya hivyo hivyo, ingawa tumeona katika hatua za mwisho mwisho wa msimu uh, Florian Vitz uh, mchezaji mm. muhimu sana ka, uh, katika timu hii kwa nje kwa mechi kadhaa kumeifanya timu ya Leverkusen ikayumba, lakini bingwa uh, ni yule ambaye anashinda taji msimu mm -hmm. utakaofuata, asiposhinda aangukie labda katika nafasi ya pili. Asiende. Eh, chingi, kuhili, kabiso, eh, ya eh, na ndivyo alivyofanya Xabi Alonso. Kwa hiyo Alonso anaondoka Leverkusen, na mashabiki wa Leverkusen ingawa wana majonzi, lakini wanamshukuru hmm. kwa pale alipowaweka. Bila shaka mtazamaji, um, ama mfuatiliaji wetu, tungependa kusikia kutoka kwako. Kwa kwa. bila shaka mashabiki ndio huwa wachambuzi wazuri sana <laughs> wanatizama kandanda kwa jicho jingine kabisa. Kwa hivyo tungependa kuyasikia maoni yako, tutayashirikisha katika kipindi hiki, lakini pia hapo hapo kwa Leverkusen nimezungumza hmm. na Sekione Kitojo, mchambuzi wa kandanda na nilimuuliza kuhusu sifa ambayo eh, Shabi Alonso anaiacha katika dimba la Bei Arena baada ya misimu miwili akiwa kocha. Tutizame uh, sifa anayoiacha uh, katika uh, dimba la Bei Arena uh, pale uh, Bayer Leverkusen uh, ni kwamba kwa mara ya kwanza uh, ameweza, ame, amefanikisha kuipa ubingwa wa Ujerumani Leverkusen, na ametengeneza kikosi ambacho kimeonekana kwamba ni tishio katika e, Bundesliga e, katika misimu miwili tu. Ametengeneza timu ambayo e, kila timu e, kubwa katika bara la Ulaya ingependa kuwa e, na kocha e, kama Xavi Alonso, na matokeo yake ndiyo hivyo, unaona kwamba Real Madrid ambako aliwahi kupitia pale wamemhitaji na yeye amekubali, ili aweze kuendeleza kile alichokifanya katika Leverkusen, kwa sababu katika Leverkusen amepata experience ya hali ya juu sana kama kocha na a, katika misimu hii miwili ameonekana kwamba ame, ame, ameweza mambo mengi sana na msimu uliopita unakumbuka kwamba eh, Bayer Leverkusen walienda bila kufungwa mpaka mwisho na wakachukua dabo. Xabi Alonso hana rekodi ndefu sana kama kocha, lakini katika kipindi hiki kifupi ambacho tumemshuhudia, unaelezeaje sifa zake na wakati anaelekea Real Madrid? Yeye kama Xabi Alonso kocha sasa hivi unamzungumziaje Xabi Alonso? Eh, anapenda, ana mpira wa Eh, kumiliki mpira. Uh, anapenda timu icheze pasi fupi fupi, anapenda timu yake ishambulie zaidi uh, na ku, ku, ku, ku, kudefend katika katika kiwango ambacho yeye anapenda eh, kwamba wasifungwe na magoli mengi. Uh, ushambuliaji wake ni kutokea pembeni. E, mara nyingi na katikati e, lakini mara nyingi e, mipira ya Xavi Alonso inaanzia pembeni e. Kwa hiyo ni kocha ambaye anapenda zaidi umiliki wa, wa mpira na anapokwenda Real Madrid, Real Madrid ina wachezaji wa aina hiyo zaidi e, wa umiliki wa mpira na wanaoweza kucheza kwa kasi zaidi kama alivyokuwa anafanya Uh, hapa uh, Bayer Leverkusen uh, alifundishwa na Pep Guardiola na uh, alifundishwa uh, akiwa Real Madrid na Carlo Ancelotti uh, kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yameyapata kwa kwa kwa makocha wakubwa ambao uh, ambapo hivi sasa ndio anatumia nadharia kama hizo. Sekione, amezungumzia Xabi Alonso, na swali sasa ni je, atayafanya hayo aliyofanya Leverkusen katika dimba la Santiago Bernabeu, nadhani Florentino Perez amemwambia Alonzo, tafadhali tusaidie kutokana na hili jinamizi la Hansi Flick kwa sababu Barcelona <laughs> <laughs> umetuhangaisha sana huu msimu huu. Kwa mtizamo wako tu, uh, Shabi Alonzo ana tray ambayo kuna mambo ambayo kwanza kabisa akitua pale aanze kuyafanya ni mambo kama gani? Nafikiri uh, Shabi Alonso kikubwa anachostahili Real Madrid manake ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. Hilo ha, ha, halina mjadala, yeah. Ni jinsi ya kuwapanga wale wachezaji e, nafikiri pale hasa katika safu ya mashambulizi e, sasa hivi kuna wachezaji wazuri, Vini, e, Vini Junior, kuna Mbape, kuna Rodrigo, nyuma yao kuna Jude Bellingham, yeah. Hawa wachezaji mimi sidhani kama wote wanaweza kucheza kwa pamoja e, katika e, timu ya wachezaji kumi na moja, wote waweza kucheza kwa pamoja Alonso. Hicho ndicho kibarua chake cha kwanza kikubwa, kuangalia jinsi hawa wachezaji watakavyocheza. Halafu safu ya ulinzi imeyumba sana, ya safu ya ulinzi ya Real Madrid na naweza kusema msimu huu ndilo jambo kubwa ambalo limewaponza. Na ukiangalia kuna mabeki ambao nafikiri wamecheza nafasi ambazo si zao, Federico Federico Valverde si beki Lio. Lakini amecheza amechezachamni amecheza sana, sana kama center back kama msimu huu. Kwa hiyo nafikiri hawa wachezaji wakirudishwa wakiru katika nafasi zao mm -hmm. Uh, Real Madrid inaweza kuwa timu bora zaidi halafu labda wapate beki mwingine ambaye si beki anayepata majeraha ya mara kwa mara, kwa sababu tumeona msimu huu uh, jinsi mambo yalivyokuwa. Halafu akiweza aki, aki, kukitegua hicho kitendawili cha hawa washambuliaji kucheza pamoja uh, nafikiri Real Madrid itarudi mm. pale ilipokuwa na Hansi Flick. Huenda asiwahangaishe tena, Alonso amesaini <laughs> hadi elfu mbili na ishirini na nane, lakini pia Hansi Flick naye anatarajiwa kusaini hadi elfu mbili na ishirini na saba. Eh, nilichokishuhudia hasa msimu huu ni mechi kati ya Real Madrid na Barcelona mara mm. nne na hakika sidhani kama mara nne na mara zote Barcelona umeibuka, wame, mm. lakini, na, na bao machache mm. na, na sio machache mm. eh, hata mwelekezi wetu eh, ali aliingia <laughs> <laughs> <laughs> jana ofisini, kuna wimbo tu anataja tu kila wakati hala Madrid sijua anamaanisha mm. nini lakini <laughs> lakini kuna huo mchezaji anaitwa kiliomba pe ambaye alisajiliwa kutoka PSG eh, msimu uliopita kuingia Real Madrid, na wengi waliona kama ni fit, ambayo ni mchezaji ambaye walimhitaji sana katika kuongeza kiwango cha timu hii, na hakika licha kwamba amefunga magoli mengi sana, la zaidi ya thelathini na saba, lakini eh, Real Madrid haija Pa, ni wazi haitapata kombe lolote msimu huu. Msimu huu bila shaka haitopata haito kombe lolote na jambo la kusikitisha kweli kwe kwa sababu Kylian Mbappe magoli 39 katika msimu wake wa kwanza uh, Real Madrid, hakuna mchezaji mwingine ambaye ashawahi kufanya hivyo, hata na Cristiano Ronaldo ambao ni manguli wa Madrid dio, katika msimu wao wa kwanza hawakuwa na ufanisi mkubwa kama kama kama Mbappe, lakini ndio hapo tunarudi pale uh, ambapo uh, tulikuwa tumesema kwamba uh, Vini Junior hajawa na msimu mzuri kama msimu ule uliopita ambapo alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanatajwa kwamba uh, wanastahili kuishinda tuzo ya, ya, ya Ballon d'Or. Safari hii tumeona kiwango chake kidogo kimerudi chini. Sijui ni kwa sababu ya Mbape kuingia kwenye timu ama ni kwa sababu ya mfumo wa kocha kwa sababu hmm. Kocha Ancelotti ilibidi aubadilishe mfumo wake kwa ajili ya kumleta Mbappe aingiliane katika mchezo wa Real Madrid. Ukiangalia pia Jude Bellingham kiwango chake pia hmm. msimu huu kimerudi chini, ukilinganisha na msimu uliopita ambapo alikuwa mmoja wa wachezaji wazuri uh, barani Ulaya kwa hiyo, we, hasa katika ufungaji magoli sana hmm, msimu uliopita Real Madrid, eh, nafikiri ilikuwa eh, wanafunga magoli magoli, yanatoka kilo kila upande se, kila sehemu, sehemu, lakini safari hii ilikuwa sana sana ni ni, ni, ni Kylian Mbappe halafu. Ala, pia kuondoka kwa Tony Cross Hmm, kumeiumbisha sana hii timu kwa sababu h-lile pengo lake naweza kusema halijajazwa, bila shaka. Lakini wakati Mbappe ana yake anayemfuata huko eh, Lamine Yamal nadhani ni mchezaji ambaye wengi wamefurahia sana kumwona hasa msimu huu katika mambo ambayo ameyafanya eh, dimbani eh. Siomimi e, Lamine Yamal kitu anachonifurahisha nacho ni, anacho, ni kwamba na, nahisi ni mchezaji ambayo atatawala kandanda si la Ulaya mm -hmm, tu lakini mm. la dunia kwa, kwa, kwa muda mrefu sana. Mimi ananikumbusha kwa jinsi mchezo wake anavyocheza ananikumbusha wachezaji wengi sana ananikumbusha Lionel Messi. Uh, uh, ananikumbusha pia uh, Zinedine Zidane kwa sababu Zinedine Zidane alipokuwa uwanjani alikuwa, humuoni kama anakimbia, ni kama ambaye alikuwa anateleza <laughs> na ndivyo anavyofanya Lamine Yamal, na Lamine Yamal ni mchezaji ambaye haogopi anapoona wa, ma, mabeki watatu wanne anakwenda hivyo <laughs> hivyo na atafanya vitu anavyofanya yaani, talanta aliyonayo nafikiri ni kitu ambacho kama mm. huna huna mm. basi huna tu lakini huwezi kujifunza. Basi Jacob, tusome kidogo maoni ya wachambuzi wetu ambao ni wafuatiliaji wetu. E, James Erasto yuko wapi, Mwanza, Tanzania, anasema hakika matukio mengi yameonekana kila mahali ulimwenguni kisoka. Ligi ya Hispania imenivutia sana kwa kuona Real Madrid anakuwa mteja wa Barcelona wakati anamleta Mbape. Kwa ajili ya ushindani pia mechi dhidi ya Inter Milan, eh, anasema Inter Milan dhidi ya Barcelona pia mm. imeniacha mdomo wazi kwa vijana wa Barcelona walivyotulizwa na kutolewa mashindanoni. Alafu Thomas Bilala anasema yupo Kigoma Manyovu, anasema kilichomshangaza ni timu yangu Madrid msimu huu kuishia bila kombe lolote. eh, kingine ningependa Manchester United ashuke daraja <laughs> <laughs> Kuna Adraidai the, uh, the prince uh, Mr sema lolote kuhusiana na United kushuka daraja, lakini anasema yeah, kilichonivutia msimu huu ni Arsenal na United. Vilabu hivi vimekuwa gumzo, pale mwanzoni vilionekana kuwa bora na usajili mahiri, ila mbio zilipoanza ni vichekesho. Hatimaye Arsenal ameanza kupambania ya nafasi ya pili. Yote niseme tumi, timu hizo zikubali mabadiliko na mfumo mzima wa uendeshwaji, uh, Premier League. Adrai anazungumzia mabadiliko ya kimfumo ni kweli hasa Chelsea na, hasa na, na, na Manchester United ambazo zinahitaji kufanyiwa ukarabati mkubwa sana kwa ajili ya msimu ujao. Lakini Arne Slot, mabingwa wa Premier League Liverpool, ameingia kama tu Vincent Kompani katika Bundesliga mm. Ameingia katika ligi ambayo wengi wana, wanasema kwamba ni ngumu kweli, na amepata ubingwa na pengo la pointi nyingi tu. Kwa kweli eh, ligi ya Premier League kama ulivyosema, ni ligi ngumu, lakini sidhani kama ndio ligi bora eh, kuna tofauti <laughs> kati ya mambo yote <laughs> na ligi hayo ngumu, mbamu, na kuna ligi ngumu na na ligi bora. Hiyo ningependa watazamaji wetu tuambie, pia ligi ipi ambayo wanahisi ni bora ni bora. Arne Slot amekuja Anfield, sehemu ambayo nafikiri amekuta kwamba kilichomfanya awe na kazi ambayo si ngumu sana uh, msimu huu wake wa kwanza nafikiri ni msingi uliowekwa na Jurgen Klopp. Jurgen Klopp aliondoka akiwa ameweka msingi mzuri sana. Ukiangalia Slot wachezaji ni wale wale walewale wa, wa, wa, wa Jurgen Klopp. Na wengi msimu ulipokuwa unaanza walikuwa wanasema Uh, Slot atakuwa na changamoto nyingi sana matatizo, eh, kwa sababu e, eh, kuna baadhi ya wa wachezaji eh, chini ya katika msimu wa mwisho wa Klopp walikuwa wanaonekana kwamba kidogo wamechokachoka na wanastahili kubadilishwa. Lakini Slot pia eh, anastahili kupewa maua yake hapa, kwa sababu ameingia na hawa wachezaji sasa hivi wanaonekana kama abee ni wapya Yeah. Kwa hiyo uh, nafikiri ni mbinu zake nzuri pamoja na msingi mzuri uliowekwa na Jurgen Klopp ndio mm -hmm, umemfanya kufikia hapa alipofikia. Bila shaka, uh, kuna ujumbe wa DJ Shukuru Musai anasema yuko Butembo, maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kilichomfurahisha yeye anasema ni kuhusu VAR, anasema iendelee mm. sana tu kufichua dhuluma katika soka kikubwa tu mapitio na matokeo tofauti yasizidi dakika kumi baada ya tukio mm, sio tukio linatokea dakika ya tano ya mchezo, alafu mapitio na maamuzi inafanyika dakika ya themanini na tano. Lakini Jacob, VAR ni swala zuri sana ile ili anazungumzia mm, VAR sure, na huu mfumo ambao umeanzishwa wa mfumo mpya huu mm, wa teknolojia ya kutizama kama mchezaji ameotea au hajaotea na, na, na, ni, ni vitu ambavyo bila shaka tunahitaji sana hasa katika msimu ujao mm, bila shaka vinahitajika na, na amezungumzia swala zuri pale kwamba eh, tukio linatokea baada ya dakika kumi ndio maamuzi yanafanyika ya ni, ni, ni kitu ambacho kinatoa ile hamu yenyewe eh, ya mchezo na ule msisimko ambao ulikuwepo. Bao limefungwa, mchezaji anasubiri kwanza, anasubiri kwanza, kwanza labda katano. Alikuwa ameshasherehekea kwanza alafu anasubiri tena maamuzi yaje baada ya dakika tano. Uh, nafikiri huu hu, hu, mfumo mpya ambao unakuja unakuwa kidogo unafanya maamuzi kwa haraka ndio, e, na, na, na tumeona katika mechi kadhaa mm. si nyingi lakini katika majaribio, haya, ya, ya, ya, majaribio nafikiri amekuwa ni... mazuri nafa, na kinyume na, na, na uh, uh, mwanzoni mwa msimu pale tulipo, tunaona mistari inachorwa na nini na, na mambo mengi yale yalikuwa kidogo uh, yana utata uh, nafikiri huu mfumo mpya utasaidia sana msimu ujao na, na, iwapo utapitishwa basi, nafikiri e, ile hamu ya kutazama kandanda itarudi itarudi, lakini <laughs> kuna mechi kati ya Inter Milan na Barcelona ambapo mm. kulikuwa na kuna maamu, maamuzi pia ambayo wajua, wajua mfumo huu ni mzuri, lakini unatafsiriwa na watu ambao wamekaa na wanatizama, sio mm. ndo unafanya maamuzi, sio vile nayoamua na, na mchezaji kuotea kwa kidole tu pengine kwa kwa, kwa eh, dole gumba <laughs> <laughs> kwa sababu nafikiri nafikiri nafikiri de Bruce ni ni makosa kwa sababu wachezaji ni binadamu, si mashini, si roboti, si roboti. Kwa hiyo kwa hiyo nafikiri kusema kwamba ni offside kwa kuwa amezidi tu dole gumba Bruce, uh, si sahihi. Nafikiri yale maamuzi yaliyofanyika, nafikiri um, Inter Milan hatimaye baada ya kufuzu fainali, nafikiri haki ilitendeka. <laughs> Arsene Wenger ambaye ni mmoja wa wadau muhimu sana katika bodi inayoshughulika na sheria za kandanda amezungumzia swala hilo akisema kwamba msimu ujao tutaona mabadiliko kwamba offside, sheria hii ya mchezaji kuotea itafanya mabadiliko. Mambo kama haya hayata kuwepo sana, lakini pia alizusha mjadala sana tena kuhusu hii hii, zawadi ambayo wanapewa eh, washindi wa Europa League, wacheze Champions League ambao ni kandanda hadi kubwa kabisa msimu naofuata. Hii anasema haingii akilini kwa kweli, kwa sababu mtu lazima <laughs> apambane na hali yake apitie mbinu inayostahili kwenye ligi alafu afuzu moja kwa moja, sio kwamba apewe zawadi kama atunikiwe zawadi tu. Unasemaje kuhusu hili hasa kizingatio kwamba fainali ya msimu huu ni ana dabi eh, kwa sababu ligi moja kwa kweli na timu ambazo hazijafanya vizuri kabisa ligi ya nyumbani kumi na, na, na, na sita na kumi na saba. na saba kumi na kumi na saba. Kumi na saba. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, sita ni anahoja ya msingi Bruce, lakini sheria ni sheria. Uh, ziliwekwa hizo kwe, sheria kwa hiyo haziwezi kubadilishwa tu, uh, watu wakalala wakaamka alafu sheria ikabadilishwa. Kwa hiyo uh -huh. lazima uh, labda lakini sheria hizo kwe, hizo pia zinaweza kubadilishwa kwa sababu ya tunaangalia ubora kwa ajili ya ubora, kwa, kwa, kwa ajili ya ubora wa yale mashindano yenyewe ya, ya, ya Champions League na, na, na si wakati huu peke yake kuna wakati ambapo Manchester United pia walishinda Europa League na wakaingia katika Champions League kwa sababu hiyo hiyo, au walishinda uh, FA Cup na wakafuzu Lio, katika Champions League uh, kwa njia hiyo hiyo na tuliwaona walipoingia katika Champions League kwa kweli hawakuwa katika kile kiwango Lio, cha Champions League na, na kwa hiyo nafikiri Ndiyo. Kuna hoja hapo, lakini ndio hivyo, sheria zimetufunga. Ni kweli kwa sababu hata wakati huo kwa kweli mfumo huu mpya wa Champions League, uh, hauruhusu timu ambazo zinadondoka kutoka hatua ya mtoano kuja katika Europa, Europa, Europa League. League. Mm. Hapo zilikuwa ni timu ngumu kliliaaa lakini mm. sasa hivi ni zile zile zile timu timu ambazo Spurs ilicheza na bila shaka Bodo Bodo. <laughs> yeah. Kwa hivyo zile timu za Europa hoja. League zinazoanza ndizo zitakazo inamaanisha ndo rika yao. <laughs> <laughs> Kuna ujumbe wa Jafari Kulaga akiwa Morogoro, Tanzania, anasema PSG endapo itashindwa kulitoa taji hilo la UEFA ms, msimu huu, basi ningewashauri viongozi wa, wa PSG wabadilishe jina la timu, inakatisha tamaa sana hmm. <laughs> Bwami Lutombo huyu pia yeye yeah, anatoka <laughs> Kivu kule DRC anasema mi kilichonivutia ni cho kichapo alichochapwa mwamba wa soka Ulaya Real Madrid, kichapo uh, safari ya nne kwenye msimu mmoja dhidi ya mpinzani wake mm. Barcelona, Bruce Laka, kabla kumaliza safari tuingie kidogo katika ligi ya Serie A Italia, nadhani ni moja ya ligi ambazo sasa hivi kama ulivyosema, ubora ushindani ni mkali kabisa sasa hivi tandapaka maicho ya mwisho pengo ni pointi ni pointi Konte na Inzaghi mm -hmm. Wachezaji wawili nguli kabisa, lakini pia ni makocha hatari kweli kweli. Wewe unahisi hapa mambo yatakuwaje? Kweli mimi nahisi eh, taji la siria liko mikononi mwa Napoli, ingawa pointi ni moja, lakini liko mikononi mwao. Eh, kwa hiyo walikuwa na nafasi kwa kweli, ilikuwa ni, ni, ni mwanya wa pointi, lakini walitoka wali sare yeah, mwishoni mwa wiki na, na, na Inter wakapata ushindi, ndio maana likafikia katika pointi moja. Sasa hivi zimesalia zi mechi mbili. Napoli watakuwa wanacheza na, na, na, na, na Parma yeah, alafu katika mechi ya mwisho watakuwa nyumbani, kwa hiyo Uh, wahakikishe kwamba hii mechi dhidi ya Parma ambayo si mechi rahisi. Uh, Parma nao wanataka wana, wana, wana, wana kusalia katika siria, kwa hiyo uh, hapo kuna kizungumkoti kuna kindumbwendumbwe hapo. <laughs> inabidi wapambane kikwelikweli, lakini nafikiri baada ya kutoka ile sare sasa hivi sidhani kama Antonio Conte atakubali hili liwaponyoke. Antonio Conte navyomjua ni kocha mwenye uzoefu mkubwa sana na unapofikia katika hatua hii ya msimu hmm, ndio unaojua ubora wa kocha, bila na shan, Conte nafikiri uh, atalibeba hili kombe, basi tutasubiri kuona kama Conte atabeba Scudetto ya Italia. Kufikia hapo basi nadhani tuachie hapo, kwa kweli ni mengi tungezungumza, lakini tunaweza kuendeleza katika mitandao yetu ya kijamii. Kuna mahojiano marefu ambayo nimefanya na Sekione Kitojo, tutakuwekea kwenye YouTube ili uweze kupata madini zaidi. Lakini ukiwa na maoni yoyote, tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii, DW Kiswahili kwenye Facebook na pia Instagram, na hata tuko kwenye TikTok na YouTube. Kwa heri kwa sasa.